Mtazamaji asante kwa kuendelea kuichagua TVE, bado tuko nawe katika TV Habari. Na sasa tuungane naye Neziya Masinde kwa habari za biashara ndani ya TVE habari. Uzalishaji wa mabati ya rangi nchini wafikia tani laki mbili na sitini kwa mwaka. asante sana godwin mawanja na mtazamaji kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa waziri wa viwanda na biashara Dr. selemani jafo amesema kwa sasa uzalishaji wa mabati ya rangi hapa nchini umefikia tani laki mbili na sitini kwa mwaka huku mahitaji ikiwa ni tani laki moja na thelathini hivyo hakuna haja ya kuagiza mabati nje ya nchi na kutumia fedha nyingi za kigeni amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kiwanda cha mabati ya rangi ya kampuni ya Alaf ambacho kimegharimu zaidi ya shilingi bilioni 67 chenye uwezo wa kuzalisha tani elfu 75 sawa na nusu ya mahitaji yote hapa nchini. Aidha, Dkt Jafo amewataka Watanzania kupenda bidhaa za ndani na kwamba mabati maarufu Msaus sasa yanapatikana. Lakini naomba niwape habari leo hii, naamini baadhi ya matirio bado tunaipoti kutoka nje. Nchi yetu sasa inakuja na mikakati mikubwa katika swala zima uzalishaji ya chuma ndani ya nchi sasa tuko mbioni, si mda mrefu katika mradi wa Maganga Matitu ambao utaenda kuzalisha wastani wa tani milioni moja kwa mwaka cha chuma ghafi, lakini hali kadhalika mradi wa Mchuchuma na Liganga katika chuma kile cha Liganga huko mwishoni, imani yetu kubwa ni kwamba mradi huu utazalisha karibu ni tani milioni tatu kwa mwaka za ai. Lengo ni kwamba viwanda vyote vinayotumia malighafi ya chuma kuweza kupatikana ndani ya nchi. Niwaombe wenzangu wa Special Safari Group mkiwa na viwanda vingine funganishi vya chuma tuweze kuvianzisha katika nchi yetu, tuhakikishe kwamba tunapata tunatengeneza raw materials zingine moja kwa moja kuja kiwanda. Kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya TIC Dr. Binilith Mahenge amesema maboresho ya sera ya wawekezaji yamekuwa chachu kwa wawekezaji kuendelea kuichagua Tanzania kama kipaumbele chao kutokana na uongozi mahiri wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kiwanda hiki cha ALAF yani kimekuwa ni mwarobaini wa kutatua changamoto za ajira. Umeona wataalamu wengi ambao wangekuwa wanarandaranda kwenye mkoa wetu wa Dar es Salaam, leo hii wameajiriwa kwenye kiwanda cha arafu na wanafanya kazi vizuri sana, na wewe mwenyewe umeshangaa kuona maincharges wengine ni wanawake, wanafanya kazi vizuri sana, na ni wanawake waliosoma kwenye viwanda vyuo vi, vyetu vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vya ndani chuo kikuu cha Dar es Salaam kinatoa vijana wazuri wenye weredi mkubwa, na kwa hakika umeona jinsi wanavyoperform vizuri kwenye kiwanda chetu cha Arab. Naye afisa mtendaji mkuu kampuni ya Safal Dr. Andres Lindgren amesema Tanzania kuna fursa nyingi ikiwemo soko la mabati kuwa kubwa zaidi ya mengine huku akiomba serikali kudhibiti uingizwaji wa mabati kutoka nje ya nchi ili kulinda soko la viwanda vya ndani. On the other hand there is one thing that we now actually would plead to the government about. And that is now we actually do have sufficient Capacity of color in this country. Kiwanda hiki cha Alaf yani kimekuwa ni mwarobaini wa kutatua changamoto za ajira. Umeona wataalamu wengi ambao wangekuwa wanarandaranda kwenye mkoa wetu wa Dar es Salaam, leo hii wameajiriwa kwenye kiwanda cha Alaf na wanafanya kazi vizuri sana, na wewe mwenyewe umeshangaa kuona main charges wengine ni wanawake wanafanya kazi vizuri sana ani wanawake waliosoma kwenye viwanda a vi, vyetu vi, vi, vi, vi, vi, vi vya ndani. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinatoa vijana wazuri wenye weredi mkubwa, na kwa hakika umeona jinsi wanavyo perform vizuri kwenye kiwanda chetu cha Arabu. Wafugaji nchini wamehimizwa kuzingatia ufugaji endelevu usioweza kuharibu mazingira ikiwemo kukata miti ovyo kwa ajili ya maji na malisho. Wito huo umetolewa na waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Ashatu Kijaji alipotembelea mabanda ya maonesho wakati wa maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yanayoendelea katika viwanja vya kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete jijini Dodoma, na kueleza kuwa wafugaji wanahitaji malisho ya kudumu na endelevu. Ndiyo maana serikali imeanzisha utaratibu wa kuwa na mbegu ambazo zimeshapata idhibati kwa ajili ya miti ya malisho. Amesema serikali kupitia wizara ya mifugo na uvuvi inahamasisha kila mfugaji kuwa na eneo lake kwa ajili ya malisho na kuepuka kulisha mifugo kwa kuhamahama, kwani kunachangia uharibifu wa mazingira. Niwapongeze sana ofisi ya makamu wa rais chini ya mwenye wizara yake Dr. Philip Isidori Mpango kwa maandalizi ya wiki hii ya siku ya mazingira. Wiki hii nzima, najua mko hapa, maandalizi ni mazuri, mmeanza kazi vizuri na tunaona watu wamehamasika wanapita kuona. Natambua kabisa jitihada kubwa imefanyika chini ya mwongozo wa Mheshimiwa Dr Philip Isdori Mpango kuhusu mazingira ndani ya taifa letu, na hii ikiwa ni kuwashajihisha wananchi wetu, moja, tujue thamani ya mazingira yetu yanayotuzunguka kwa maisha yetu ya leo, kesho na kesho kutwa Wanasema sisi tulikuta mazingira mazuri, basi na sisi tuyatunze, ili tuwarithishe watoto wetu. Katika hatua nyingine, Daktari Kijaji amesema ofisi ya makamu wa rais inafanya kazi nzuri ya kutoa elimu na kuhamasisha jamii kuhusu urejelezaji na utenganishaji wa taka na kuzitambua kuwa zinaweza kuwa ni mali kwa kutengeneza bidhaa na kulinda mazingira. Akitoa taarifa kwenye banda la ofisi ya makamu wa rais, mratibu wa mradi wa urejeshwaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bioanuai SLR unaoratibiwa na ofisi hiyo, Dr Damas Mapunda amesema unawezesha wananchi kufanya shughuli zisizoharibu mazingira. Na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anatarajiwa kuzindua jengo jipya la kimkakati la Shirika la Viwango Nchini TBS Viwango House Juni 4 mwaka huu jijini Dodoma ambalo litakuwa na maabara tatu za kisasa kwa ajili ya upimaji wa sampuli mbalimbali zikiwemo za vyakula na hivyo kupunguza gharama na muda wa kupeleka kupima sampuli hizo Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo, Dr. Ashura Katunzi, amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu uzinduzi huo ambapo jengo hilo la ghorofa sita, lililopo eneo la Njendengwa mkoani Dodoma. Tunatarajia siku ya kesho kwa maana ya tarehe 4 Juni 2025 Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa mbunge ambaye tunatarajia ataliwekea jiwe la msingi jengo lile. Limefikia ujenzi kwa asilimia 76. Ni jengo la kimkakati katika makao makuu ya nchi Dodoma, na tunatarajia ni jengo ambalo litaendelea kuongeza thamani katika makao makuu ya nchi, lakini pia litaongeza thamani kwa maana ya Watanzania ambao tunawahudumia. Uh, jengo lile litakuwa na floor uh, gorofa tatu ambazo zitakuwa zina maabara na tunatarajia ziwe na maabara ya chakula, maabara ya kemia, maabara ya, ya nguo kwa maana ya textile materials lakini pia tunatarajia iwepo na maabara ya metrolojia kwa maana kufanya huduma za ugezi. Sanjari na hilo, Dr. Katunzi amebainisha kuwa shirika hilo linaendelea na uwekezaji nchini ambapo linatarajia kuanza ujenzi kanda ya kaskazini mkoani Arusha na tayari wana ujenzi kanda ya ziwa gorofa tano na umefikia 35. Jengo hilo la gorofa sita ambalo linatarajiwa kuzinduliwa Juni 4 mwaka huu limegharimu jumla ya shilingi bilioni 25, ,25 za Kitanzania. Asante sana mtazamaji, na Godwin Mawanja, hayo ndio yaliojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo.